Kila mtu ana sababu maalum ya kipekee kuwepo hapa duniani. Pengine umewahi kujihisi, huhitajiki, huna thamani, au huoni maana ya maisha yako, au wewe ni kama watu wengine tu hakuna chochote kwako cha muhimu wala cha maana, lakini leo nataka ni kueleze ukweli mkubwa uliobadilisha maisha yangu na hakika utabadilisha maisha yako pia. Nipe dakika tano tu uangalie video hii yote, na moyo wako utainuka zaidi, na ikiwa utapata kitu, usiache kusubscribe. Sitaongelea upekee wako wa kibaiolojia, mambo kama alama ya vidole au michoro kwenye macho au DNA na kadhalika. Tutaangalia kitu kikubwa zaidi haujazaliwa kwa bahati. Wewe ni kazi ya kipekee ya Mungu na una kusudi ambalo hata dunia haijaliona bado. Kwanza, Mungu alikujua kabla hujazaliwa. Neno la Mungu kwenye Yeremia 1 mstari wa tano linasema, kabla sijakuumba tumboni mwa mama yako na alikujua, kabla hujatoka tumboni na alikutakasa. Mungu hakusubiri uzaliwe ndipo aanze kukujua. Alikuwa na mpango na maisha yako hata kabla ya ulimwengu kuwepo. Hii ina maana wewe siyo ajali, lakini pia ina maana wewe si wa kupuuzwa. Ina maana pia wewe ni wa thamani sana duniani. Bila kujali ulikuja duniani kwa mazingira gani, umaalumu wako kwa Mungu na kwa dunia haubadiliki. Pili, umeumbwa kwa kusudi maalum. Angalia tena Waefeso 2 mstari wa 10, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza tuyatende. Yaani, kuna matendo mipango na nafasi ambazo Mungu alikuandikia wewe peke yako. Sio lazima uwe mtu mashuhuri au ufanye kitu kikubwa ndio maisha yako yawe na maana. Matendo ya kila siku yanatia muhuri umaalumu wako. Ukilea mtoto wako kwa upendo, unatimiza kusudi, unaweza kuweka alama ambayo hazitafutika katika moyo wa huyo mtoto ukisaidia jirani kwa huruma unatembea katika kusudi. Wewe ni shahidi. Kuna watu ambao hautakaa uwasahau kwa mambo waliokufanyia. Wengine walikufanyia mambo mema, mpaka leo unamshukuru Mungu kwa ajili yao, lakini kuna wengine ambao walikutendea mambo mabaya na wakakupa funzo. Tatu, maumivu hayafuti kusudi. Sasa pengine umepitia mateso, huzuni au kukataliwa lakini Biblia inatufundisha wazi kabisa Warumi nane, mstari wa ishirini na nane, katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maumivu yako, hata machozi yako, Mungu anayatumia kujenga kusudi lako. Maumivu sio mwisho, ni daraja la mafanikio. Mateso si laana, bali ni sehemu ya safari ya kusudi lako. Ni bahati mbaya tu kwamba watu wengi wanapoteza mwelekeo wanapopitia maumivu, lakini wale wanaovumilia hakika wanatoka upande wa pili wakiwa imara zaidi. Ni maombi yangu kwa Mungu akupe nguvu ya kuvumilia, utoke upande wa pili ukiwa mtu bora zaidi. Hebu fikiria hili. Kulikuwa na mtu mmoja huko Kentaki, Marekani. Alishindwa shule, ikabidi aache, afanye vibarua kumsaidia mama yake mjane na wadogo zake. Akafukuzwa kazi mara kadhaa biashara zake nyingi zilifeli, alikataliwa zaidi ya mara elfu moja na tisa alipokuwa akijaribu kuuza wazo lake la biashara. Akiwa na miaka hamsini hakutegemewa kuwa mtu yeyote, lakini akiwa na miaka sitini na tano alianza tena kwa bidii kubwa. Leo hii jina lake linajulikana dunia nzima kama mwanzilishi wa KFC. Jina lake ni Colonel Harland Sanders. Kama mtu aliyehisi hafai aliweza kugusa dunia akiwa mzee, na wewe unaweza kuanza sasa kwa kutimiza kusudi lako. Sasa amka, tii kusudi lako. Mungu ameweka vipawa ndani yako, moyo wako wa huruma, kipaji chako cha mziki, upendo wako kwa watu, uwezo wa kuandika au hata kutabasamu ni silaha za kusudi lako. Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa sita Biblia inasema nakukumbusha, uichochee karama ya Mungu. Hayo ni maneno ya mtume Paulo kwa kijana wake wa kiimani rafiki, huu ni wakati wako, piga ile hatua uliyokuwa ukiifikiria kwa muda mrefu. Anza tu wewe, chukua hatua. Kujua namna ya kushinda maadui wanaomzuia mtu asianze, angalia video yangu kwenye link hapo chini. Hukuzaliwa kwa bahati mbaya. Wewe si kivuli cha wengine. Wewe ni mpango wa Mungu ulio hai. Jiambie kila siku, nimeumbwa kwa kusudi, thamani yangu ni ya milele, na ninaishi kwa mpango wa Mungu. Tazama tena video hii kila mara unaposahau thamani yako. Ikiwa unakubaliana na mimi, tuandikie hapo chini kwenye comment, mimi ninakusudi kutoka kwa Mungu. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.